Kilo elfu nane gala kuu linafika linapatikana na kilo elfu saba mia mbili kilo mia nane zimeidiwa kwa waziri mkuu, lakini mkulima mwenyewe ana wa kua matoko matokeo yake mkulima kama aliuliza aliuza kwa kilo mili, shilingi elfu mbili atalipwa shilingi elfu moja na mia nane shilingi mia mbili na katwa. Mfano msimu huu kuna wakulima wameuza mnada kwa shilingi elfu mbili mia saba malipo yakachelewa, lakini alipokuja wakalipwa kwa shilingi elfu moja mia nane maanake wameibiwa shilingi mia tisa kwa waziri mkuu Majaliwa, no. Nakuja hapa na vibora, ni heshima kuwa na mbunge na waziri mkuu anayeweza akasimamia haki na matatizo ya watu kama haya. kiwana mbunge

Chaguzi umekaribia lakini u

na ndio milioni moja milioni moja kwa ajili ya ya kuanza miradi ya maendeleo. Tunakwenda siku moja ni chini l

kwa sababu alipigwa risasi nyingi sana na fahamu. Tumepitia matatizo mengi sana mimi wazi mkono rafiki yangu, wakati napitia pitia matatizo huko kidogo tulikuwa tunaongea, lakini pindi niko jela kule alinitumia salamu kupitia bwana jela, tusalimieni Lema, mwambia sifu sasa, kwa sababu alilisia moyo, na mimi nimekuja kumshughulikia ila